Katika nyanda za kijani na milima iliyozungukwa na mawingu meupe, palikuwepo ufalme maarufu uitwao Kilole. Ufalme huu ulitawaliwa na mfalme mwenye hekima kubwa na moyo wa huruma, aliyejulikana kwa jina la King Alexander. Kwa miaka mingi, King Alexander alikuwa ngome ya watu wake. Alipigana vita vikubwa na kushinda, alileta amani kwa makabila yaliyokuwa yakiishi kwa uhasama, na hata kulipatanisha taifa sugu la Andoria ambalo wafalme wengi kabla yake walishindwa kulitisha kwa busara zake Andoria wakaacha uhasama na wakawa washirika wa kweli wa Kilole. King Alexander alikuwa na watoto wawili. Mwana wa kwanza aliitwa Prince Michael, kijana mtulivu na mnyenyekevu. Alijulikana kwa upendo wake wa kusoma maandiko ya kifalme, na mara nyingi alikaa na wazee wa hekima, akisikiliza hadithi na mafundisho yao. Alijenga heshima mbele ya machifu na hata mbele ya watu wa kawaida. Mwana wa pili aliitwa Prince Edward, kijana mwenye nguvu, lakini moyo wake ulikuwa umeshikiliwa na starehe. Alipenda pombe, muziki wa anasa, na alizoea kuondoka usiku kutoka kwenye jumba la kifalme ili kuzunguka mitaani akiwa na kundi la marafiki waliompongeza bila maana. Edward hakutaka kusikia mafundisho, hakujua maana ya heshima, wala hakuthamini hadhi ya kifalme aliyopewa kwa kuzaliwa. Siku moja, kulikuwa na sherehe kubwa katika jumba la kifalme la Kilole. Ngoma na tarumbeta zilivuma, mashairi ya sifa yalisomwa, na wageni kutoka pembe zote za ufalme walikusanyika kusherehekea ushindi wa urafiki wa kudumu kati ya Kilole na Andoria. King Alexander aliketi kwenye kiti cha enzi akiwa amezungukwa na baraza lake lililojumuisha Lord William, Sir Henry na Duke Arthur. Furaha ilikuwa kubwa, vinywaji vya dhahabu vilijaa divai na watu walimsifu mfalme kwa hekima yake. Lakini katika kilele cha furaha hiyo, mlango wa ukumbi mkubwa ulifunguliwa kwa kishindo. Ukimya mzito ulitanda ghafla. Macho yote yakageuka na kuona mtu akiumba akiingia. Alikuwa ni Prince Edward akielekea mbele, akiwa amelewa, nguo zake zimevurugika na uso wake umejaa dharau. bila aibu alisimama katikati ya ukumbi, akapaza sauti yake kwa kiburi, Baba, wewe ni mfalme mkubwa, lakini mimi ni mtoto wako wa damu. Kwa nini unakalia utukufu huu peke yako? Nipe urithi wangu sasa hivi. Nipe sehemu yangu ya himaya hii, nami nitajionyesha kuwa bora kuliko wewe. Ukumbi mzima ukatetemeka kwa mshangao, machifu walishikana nyuso, mawaziri wakageuka kwa hofu na baadhi wakashusha pumzi kwa huzuni. Huo ulikuwa ni utovu wa nidhamu mkubwa kupita kiasi mbele ya baraza na kiti cha enzi. King Alexander alinyamaza kwa muda, macho yake yakimtazama mwanawe kwa uchungu, machozi yakaanza kumtiririka taratibu, na kwa sauti nzito akamuuliza Edward, je, unajua thamani ya kiti cha enzi hiki unachokidharau? Je, unajua damu iliyomwagika na machozi yaliyotiririka ili Kilole iwe imara? Je, unajua maana ya urithi unaoulilia? Edward akacheka kwa dharau, akapiga makofi huku akiyumbayumba. Baba, maneno yako ni ya zamani. Mimi nataka furaha yangu sasa. Umeishi muda wako, sasa nipe nami nafasi yangu. Nipe sehemu ya himaya na utukufu wangu mbele ya hawa wote, ili wajue kuwa mimi ni mwanao na mrithi halali. Baraza lote likabaki kimya kwa mshangao na majonzi. King Alexander akamwangalia mwanawe tena, akasema kwa sauti ya huzuni, Mwanangu, umezisahau heshima. Umesahau kuwa kiti hiki hakina thamani bila uadilifu. Hata nikikupa nchi, je, moyo wako utaweza kuibeba? Lakini Edward hakusikiliza, akasisitiza kwa sauti ya dharau. Nimesema nataka sasa hivi. Ikiwa unanipenda basi nionyeshe mbele hawa wote kuwa mimi pia ni mfalme. Ndipo King Alexander, akiwa na maumivu makali moyoni mwake, akasimama kutoka kwenye kiti cha enzi, machozi yake yakimtiririka mbele ya wote, akasema, iwapo ndilo tamanio lako, basi litimizwe. Kwa uchungu mkubwa na kuachia sehemu ya himaya ya Andoria pamoja na mali zako za kifalme, utaondoka na kiti cha enzi cha Andoria na kuwa mfalme wao mdogo. Lakini kumbuka mwanangu, urithi si burudani, bali ni mzigo wa damu na jasho la watu. Ukumbi mzima ukaendelea kuwa kimya, baadhi ya mawaziri wakabubujikwa na machozi, wengine wakatikisa vichwa kwa huzuni. Lakini neno la mfalme lilikuwa sheria. Hivyo basi, Prince Edward akapewa sehemu yake, akaondoka akiwa na furaha ya muda mfupi, akijiona mshindi. Wakati King Alexander akabaki akilia machozi mazito ambayo yakaangukia sakafu ya dhahabu ya jumba la kifalme, kila tone likiwa alama ya maumivu ya mzazi aliyeumizwa na dharau ya mwanawe. Baada ya siku chache tu, maandalizi ya kifalme yalimalizika na Prince Edward akaondoka kuelekea Andoria, ardhi aliyokuwa amepewa na baba yake. Maandamano makubwa yaliandaliwa, magari ya kifahari yakabeba mali, dhahabu, farasi na watumishi waliokuwa wametengwa kwa ajili yake. Watu wa Andoria waliamshwa na baragumu, wakajua sasa wana mfalme mpya, mwana wa King Alexander, mwenye jina kubwa katika dunia nzima. Wengi walikuwa natumaini kuwa kijana huyu ataleta mwanga sawa na baba yake, lakini walikuwa hawajui kwamba mioyo ya watu hupimwa si kwa damu ya kifalme, bali kwa busara na uadilifu. Edward alipowasili Andoria alipokelewa kwa kwa kwa shangwe, mitaa ilipambwa kwa bendera, ngoma zilipigwa na wananchi walimshangilia kwa heshima ya jina la Kilole lakini ndani ya moyo wake hakuwa na mawazo ya uongozi, bali aliona huo kama ushindi wa kiburi chake. Mara tu baada ya kuketi kwenye kiti cha enzi cha Andoria, Edward alianza kuonyesha rangi yake halisi. Alipanga sherehe zisizoisha, akafungua milango ya jumba la kifalme kwa marafiki wake waliopenda pombe na miziki ya anasa, na usiku kucha minyoo ya vicheko ilisikika badala ya mijadala ya baraza. Mali nyingi za kifalme zilizokusanywa na watu wa Andoria kwa jasho na damu ziliingia mikononi mwa watu wasiofaa. Walinzi wa kifalme waliokuwa wakiwajibika walibadilishwa na vijana wanyonge waliopendelea sherehe zaidi ya ulinzi. Mawaziri waliotaka kumpa ushauri walinyamazishwa au kupuuzwa. Edward hakujali kilio cha maskini, hakutaka kusikia kuhusu mipaka ya ufalme wake wala mashaka ya watu. Lakini mbali kidogo, ufalme wa Dravon uliokuwa na historia ndefu ya ugomvi na Andoria, ulianza kufuatilia hali ya mambo. Machifu wa Dravon waliposikia kuwa Andoria sasa iko chini ya mfalme mchanga na asiye na nidhamu, waliona fursa ya kuvamia na kudai ardhi za mipaka ambazo kwa muda mrefu walikuwa wakizozania. Macho ya adui yalianza ya kuwaka kama moto gizani, wakisubiri wakati mwafaka. Ndani ya jumba la kifalme la Andoria, Edward aliendelea kuzama kwenye anasa. Siku moja mmoja wa mawaziri wake mwenye hekima, Lord Raymond alijaribu kumwambia, mpendwa mfalme, miji ya mipakani inalalamika. Wanajeshi wa Drevon wameanza kukusanyika, tunahitaji kuchukua tahadhari sasa, kabla mambo hayajawa mabaya. Lakini Edward akampuuza, akicheka kwa dharau, Raymond, acha hofu zako za kale. Mimi ni mwana wa King Alexander, jina langu pekee linatosha kuwazuia maadui. Enda ukajumuike na watu katika sherehe, uache kuniingilia na visa vya mipaka. Maneno hayo yalimuuma Lord Raymond, lakini hakuweza kufanya zaidi ya kuinama na kuondoka kwa huzuni. Wakati huo Edward hakujua kwamba kiburi chake kilikuwa kimefungua mlango wa maangamizi. Miezi michache baadaye, sauti za vita zilianza kusikika. Watu wa Dravon walivamia mipaka ya Andoria kwa nguvu kubwa, wakachoma mashamba, wakachukua mifugo na kuua raia wanajeshi wachache wa Edward waliokuwa bado waaminifu walijaribu kupigana, lakini hawakuwa na mpangilio wala uongozi thabiti. Edward akiwa kwenye jumba lake, aliendelea na sherehe akidhani bado jina lake litatosha kuwazuia maadui. Lakini siku moja, wakati akinywa mvinyo akiwa amekalia kiti chake cha enzi, mlango wa ukumbi ulifunguliwa kwa kishindo. Askari wake waliobaki wakamjia mbio, wakapiga magoti mbele yake wakiwa wamechoka na kujeruhiwa. Kwa sauti za uchungu walimwambia mfalme, Dravon wamevamia hadi ndani ya mji mkuu, tunapoteza kila kitu. Ikiwa hatutachukua hatua sasa, tutakosa ufalme wote. Edward kwa mara ya kwanza, moyo wake ukatetemeka. Sherehe zikasimama, vicheko vikakoma, na marafiki waliokuwa wakimpongeza wakaenea, wakimwacha peke yake. Hakukuwa tena na nyimbo za anasa, bali vilio vya wanawake na watoto wakikimbia moto wa vita. Kiti cha enzi cha Andoria kilianza kutikisika. Kwa mara ya kwanza, Edward aliona wazi makosa yake, lakini ilikuwa imechelewa. Moto ulioanzishwa na majeshi ya Dravon ulienea haraka kama upepo wa jangwani. Miji ya mipakani ya Andoriao ikaanguka moja baada ya nyingine, na kilio cha raia kikasikika hadi ndani ya jumba la kifalme. Askari wa Edward walikuwa wachache na waliokata tamaa. Wengine walikimbia, wengine walijificha na waliobaki walipigana bila matumaini. Mitaa ya Andoria iligeuka majivu, wanawake walilia watoto wao, wanaume walijeruhiwa na nyumba zikawa magofu. Hapo ndipo Edward alipogundua kuwa jina la kifalme bila busara ni kivuli tu kisicho na nguvu. Rafiki zake wa sherehe waliokuwa wakimpongeza usiku na mchana walitoweka kama moshi. Waliomzunguka walikimbia kuokoa maisha yao, wakimwacha akibaki na baraza dogo lililobaki la mawaziri waliokuwa bado waaminifu kwa jina la Kilole. Siku moja Edward alipokuwa ameketi kwenye kiti cha enzi akiwa na uso uliojaa hofu, Lord Raymond, yule waziri alionya mapema, alikuja mbele yake akiwa na machozi machoni. Kwa sauti nzito alimwambia, mpendwa mfalme, tumejaribu, tumepigana, tumepoteza, na sasa Dravon wamevamia lango la mji huu. Hatuna tena uwezo wa kupinga, Andoria imeanguka. Edward akashindwa kuongea. Aliinamisha kichwa chake na kwa mara ya kwanza akalia kama mtoto mdogo. Sherehe na dharau zake zote zikamrudisha nyuma kama ndoto mbaya. Aliwaza maneno ya baba yake King Alexander, maneno aliyoyapuuza kwa dharau: urithi si burudani, ni mzigo wa damu na jasho la watu. Sasa alikuwa ameyajua kwa uchungu. Majeshi ya Dravon yakavunja lango kuu la Andoria. Kelele za vita, mapiga ya ngoma na sauti za upanga zikajaa mitaani. Wananchi walikimbia huku na kule, wengine wakipiga magoti kuomba msamaha, lakini hakuna kilichoweza kuzuia maangamizi. Edward alishikwa na hofu kubwa, akaamuru gari la kifalme liandaliwe haraka. Akakimbia pamoja na walinzi wachache waliobaki hai, akatoroka usiku wa giza, akipitia milima na mabonde, huku nyuma yake akiacha ya majivu ya jiji la kifalme la Andoria likianguka mikononi mwa Dravon. Siku kadhaa baadaye Edward akiwa amechoka amepoteza fahari na umbo lake la kifalme, akafika kwenye lango la jumba la kifalme la Kilole Mvua ilikuwa imenyesha usiku kucha, nguo zake zikawa chafu na sura yake ikajaa vumbi na machozi. Aliposimama mbele ya walinzi wa jumba la baba yake, hakujua la kusema. Mara ghafla, akapiga magoti akilia kwa sauti nzito, nimemkosea baba yangu, nimemkosea ufalme, na sasa nimepoteza kila kitu Nipe nafasi niache nimuone baba yangu kwa mara ya mwisho. Walinzi walibaki wakimwangalia kwa mshangao. Huyo hakuwa tena Prince Edward yule mwenye kiburi na dharau, bali mtu aliyefunzwa na mateso. Habari zikafikishwa haraka kwa King Alexander, na ukumbi wa kifalme ukajawa na ukimya mzito, kusubiri kuona nini kitafuata. Ndani ya ukumbi wa kifalme wa Kilole, mapambo ya dhahabu yalimetameta chini ya taa kubwa za kifahari. Machifu, mawaziri na viongozi wa himaya walikuwa wameketi wakijadili hali ya mipaka. Ghafla mlango mkubwa ukafunguliwa kwa kishindo, macho yote yakageuka. Walinzi wakaingia wakiongozana na kijana aliyevalia nguo chafu, uso wake umejaa vumbi na macho yake yamevimba kwa kulia. Hakuna aliyemtambua mara ya kwanza, lakini baada ya sekunde chache wakagundua, huyo alikuwa Prince Edward. Ukumbi mzima ukatetemeka, wengine walishusha pumzi, wengine wakatikisa vichwa kwa mshangao. Edward hakusema neno, akasogea taratibu hadi katikati ya ukumbi, kisha akapiga magoti mbele ya kiti cha enzi cha baba yake, akainama chini kabisa hadi paji la uso likagusa sakafu. Machozi yake yakadondoka bila kuthibitika, akalia kwa sauti nzito, baba yangu, nimekukosea, nimekudharau, nikadhani hekima yako ni maneno ya kale, nilipuuza ushauri wako na nikadhani fahari yangu ingetosha, lakini sasa nimepoteza kila kitu. Andoria imechukuliwa na Dravon, watu wameangamia kwa makosa yangu, na mimi nimebaki kuwa maskini wa heshima na fahari. Baba, nakuomba msamaha, hata ikiwa sitastahili kamwe kukaa karibu na kiti hiki tena. Baraza lote lilibaki kimya, wakimwangalia King Alexander. Uso wa mfalme ulijaa machozi yaliyomiminika bila kuzuilika. Kwa muda mrefu alimtazama mwanawe bila kusema neno, ukimya ukatawala kama kaburi. Wengine walidhani atamkataa wengine walidhani atatoa amri kali, lakini ghafla King Alexander alisimama kutoka kwenye kiti cha enzi na kushuka taratibu ngazi chache hadi mahali Edward alipokuwa amepiga magoti. Kwa mkono uliojaa mtetemeko wa uchungu alimnyanyua mwanawe kutoka chini. Edward hakuinua uso, machozi yaliendelea kumtiririka, lakini mfalme akasema kwa sauti ya upole iliyojaa maumivu na mapendo, Edward, mwanangu, nilikuonya, lakini ukaenda kwa njia yako nililia kwa sababu nilijua urithi si zawadi ya heshima, bali ni mzigo wa damu na jasho la watu. Uliyaona maneno hayo kama mzaha, sasa umeyaishi kwa uchungu. Lakini kumbuka, wewe ni mwana wangu, na baba, hata akiumizwa, hubaki kuwa baba. Leo nakuondolea hatia yako, naona machozi yako yamenena zaidi ya maneno. Umejifunza kwa mateso, na huo ndio mwalimu mkali kuliko wote. Baraza zima likabaki likitazama kwa mshangao. Wengine walibubujikwa na machozi, wengine walishusha pumzi za faraja. Edward akainua uso wake, akamkumbatia baba yake kwa nguvu, akilia kana kwamba machozi yake angesafisha dhambi zake zote. King Alexander akamshika na kumnongoneza kwa sauti ya upole, karibu nyumbani, mwanangu. Ndipo mfalme akapanda tena kwenye kiti cha enzi, huku Edward akisimama kando yake, akiwa bado na machozi machoni. King Alexander akaelekeza macho yake kwa baraza lote na kusema kwa sauti nzito. Huu ni ushahidi kuwa kiburi huangusha na unyenyekevu huinua. Mwana wangu amejifunza wa kupitia maumivu na leo hii naomba historia imfundishe kila mmoja wetu. Urithi si mchezo, wala kiti cha enzi si zawadi ya heshima. Ni mzigo wa watu wote, mzigo unaohitaji hekima, nidhamu na upendo. Mwana anapoteleza, baba hamsukumi mbali, bali humshika tena. Lakini hekima lazima ichukuliwe kabla ya vita, si baada ya maangamizi. Ukumbi mzima ukapiga makofi ya heshima, wengine wakapaza sauti za shangwe na wengine wakalia wakiguswa na maneno ya mfalme. Edward akasimama kimya kando ya baba yake, moyo wake ukipigwa na haya na furaha kwa kupata msamaha ambao hakustahili. Siku chache baada ya kurudi kwa Prince Edward, kuta za kasri la kifalme la Kilole zilirindima kwa shangwe na nyimbo. Wananchi walikusanyika nje ya jumba kuu, wengine wakishangilia kurejea kwa mwana wa kifalme, wengine wakiwa bado na kumbukumbu ya maumivu ya ya ya kupoteza Andoria kwa mikono ya Dravon. Ndani ya baraza kuu King Alexander alikusanya viongozi wote, machifu, mawaziri na mashujaa wa himaya. Alitaka fundisho hili liandikwe kwenye moyo wa kila mmoja, lisije likasahaulika tena. Akasimama akiinua fimbo yake ya kifalme yenye alama za dhahabu, ukumbi ukanyamaza. Akasema kwa sauti iliyotetemesha mioyo, hekima si zawadi ya kuzaliwa nayo ni mwalimu anayepatikana kwa kusikiliza. Fahari huonekana kama nuru, lakini mara nyingi ni giza linalofunika macho. Mwana wangu Edward alidhani urithi ni mali ya kuomba kwa kiburi, hakujua kuwa urithi ni mzigo wa taifa zima. Watu waliangamia, mipaka ikaporomoka, na taifa dogo tulilojitolea kulitunza likapotea. Lakini leo tunashuhudia kuwa hata pale mtu anapoanguka chini zaidi, akipiga magoti kwa unyenyekevu, rehema bado ipo. Machifu wote walitikisa vichwa vyao, wengine wakalia kimya kimya. King Alexander akageuka kumtazama Michael, mtoto wa kwanza aliyejulikana kwa unyenyekevu na hekima. Akasema Michael, umekuwa mfano wa subra na utiifu. Nchi hii imekushuhudia ukiishi, si kwa kutafuta fahari, bali kwa kulinda heshima. Wewe na kaka yako sasa mtabeba jina la Kilole kwa pamoja. Edward ameanguka, lakini sasa amejifunza na nitahakikisha historia hii inasimuliwa vizazi na vizazi. Edward akapiga magoti tena mbele ya watu wote, akasema kwa sauti yenye kutetemeka, sitawahi tena kudharau hekima ya baba wala kuiona heshima ya taifa kama mzaha. Kuanzia leo nitaishi si kwa ajili ya starehe yangu, bali kwa ajili ya watu wangu na kwa ajili ya heshima ya Kilole. Umeti ukashangilia kwa nguvu, sauti zikapanda juu kama mawimbi ya bahari, Kilole, Kilole, Kilole. Ndipo King Alexander akapaza sauti juu ya shangwe hizo na kusema, hii ndio siri ya ufalme, fahari huangusha, unyenyekevu huinua, na msamaha huponya. Jua lilipozama siku hiyo, kasri la Kilole likawa limejawa na nuru ya mshikamano mpya. Historia iliandika tukio hilo kama fundisho kubwa zaidi la kifalme, na jina la Kilole likabaki kuwa kioo cha hekima kwa mataifa yote yaliyolizunguka. Baada ya machungu na mateso yote, Prince Edward alijifunza kweli kuwa kiburi huangusha na unyenyekevu huinua. Akiwa kando ya baba yake King Alexander katika jumba la kifalme la Kilole, Edward alijua kuwa heshima, nidhamu na upendo kwa watu wake ndiyo silaha kubwa zaidi ya kifalme. Na hivyo historia ya ufalme wa Kilole ikabaki kuwa funzo la kizazi hadi kizazi. Edward alijifunza kupitia maumivu kwamba fahari humwangusha mwanadamu, lakini alipojinyenyekeza akakumbatiwa tena na baba yake. Na King Alexander akatufundisha somo la mwisho lililowagusa wote waliokusanyika kwenye jumba la kifalme. Mtoto hata awe mbaya vipi, hata akikosea mara ngapi, haondoi ukweli kuwa yeye ni mtoto wa baba yake. Jukumu la baba ni kumsamehe, kumsahau makosa yake na kumshika tena ili aweze kusimama upya. Msamaha wa baba ni daraja la kurejesha heshima. Maneno hayo yakabaki yakining'inia ya kwenye kuta za kifalme na mioyo ya watu wote. Na tangu siku hiyo Kilole haikujulikana tu kama ufalme wa nguvu, bali pia kama ufalme wa hekima na upendo. Ndugu mtazamaji, ikiwa fundisho hili limekugusa, jiunge sasa na familia ya Mjumbe Online. Usisahau kusubscribe kwenye chaneli ya Mjumbe Online, kulike video na kuacha komenti yako kuhusu simulizi hili. Karibu kwenye familia bora ya Mjumbe Online, mahali ambapo hadithi hujenga, hufundisha na huburudisha.